Tuna serikali ambayo imejiweka madarakani bila ridhaa ya wananchi kwa kutumia mtutu wa bunduki na kuua watu wengi, serikali ambayo wananchi hawajaichagua kwa sababu wote tunajua kwamba eh, kura hazikupigwa tarehe 29 kwa nchi nzima, maeneo mengi, kwa ni serikali sio na ridhaa ya umma. Sasa kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo vinataka kupotosha kwa makusudi ambavyo lazima tuviweke vizuri. Jambo la kwanza, e, kumekuwa na utekaji nchi hii, watu wanauawa, wanatekwa, wanapotea. Na mara zote sisi kama chama na wananchi wengine ambao wanaipenda nchi hii viongozi wa dini wanaoipenda nchi hii wamesema mambo haya. Alisema askofu Gwajima na kanisa lake likafungwa ambalo tunaambiwa sasa limefunguliwa. Amesema watu wanatekwa, na sisi tunajua sisi Chadema ni wahanga wakubwa wa watu kutekwa. Ametekwa Mdude Nyagali, ametekwa Deusdedit Soka, alikuwa mwenyekiti wetu wa vijana wametekwa wakina Ben Saanane, wametekwa wakina kipanya, viongozi wetu wa chama hao, wengi kwa mamia na wamepotea. Na wameteka mpaka watu wa CCM ambao ni high officers wa CCM ambao wamewahi kuwa viongozi wakubwa wa CCM, katibu mwenezi wa CCM kitaifa, balozi wa Tanzania kwenye nchi mbalimbali, mkuu wa wilaya sasa huwezi kupuuza mazingira ambayo watu wanapotea na serikali ipo na serikali iko kimya. Hayo mambo yamekuwa ya, ya kiboil up, hasira za Watanzania kwa sababu Watanzania hawataka kuishi kwa hofu. Chaguzi zinaibiwa. Watanzania wangependa waweke viongozi madarakani wanaowajibika kwao ambao watatumia rasilimali zao, na naona sasa hivi CCM inazungumza kwamba tuna rasilimali nyingi. Huko nyuma imekuwa inasema hatuna rasilimali ndio maana sisi ni maskini. Sasa hivi wanasema tuna rasilimali nyingi. Sisi tumekuwa tuna maintain kwamba nchi hii ina rasilimali nyingi na hakuna mtu anastahili kulala njaa, hakuna mtu anastahili kuishi vibaya kwa sababu tuna rasilimali. Wamekuwa wakipinga. Na sisi tumekuwa tuna maintain kinachotufanya tuwe hapa ni uongozi wa hovyo, mbovu usiotokana na ridhaa ya wananchi, kwa sababu kama hutokani na ridhaa ya wananchi huwajibiki kwao, unawajibika kwa mtu mwingine aliyekuweka. Kama unawajibika kwa wananchi, unajua wanaweza kukuwajibisha, lazima uwe uwajibike vizuri.